Leo tunakuja kujifunza nini maana ya mzaliwa wa kwanza, nini maana ya mzaliwa wa kwanza. Tunajua katika jamii yetu pale ambapo tunakuwa tumezaliwa, tunamwangalia yule ambaye anaanza kuzaliwa ndiye mzaliwa wa kwanza. Lakini katika Mungu tunaangalia mzaliwa wa kwanza katika familia ni yule ambaye anakuwa amemjua Yesu Kristo, yule ambaye anakuwa amepita ame, ame katika matakwa ya Mungu, yule ndiye mzaliwa wa kwanza. Ina maana pale ambapo wewe utakuwa unaishi katika jamii yako, haijalishi ni wakati kati kuzaliwa wa mwisho, haijalishi ni wangapi, utapomjua tu Yesu Kristo, ina maana wewe utakuwa wa kwanza, kwa sababu jicho la Mungu litakuwa linakuangalia wewe zaidi. Bwana Yesu asifiwe tena ipo pale ambapo unachukua haki ya mzaliwa wa kwanza, tambua kabisa kuna mambo tofauti ambayo yatatokea katika jamii, kwa sababu utaonekana mjuaji, utaonekana utaonekana wewe ndio unajua kila kitu, na maana utapigwa vita kama Yusufu alivyopigwa vita. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tunatambua katika baba wa imani tunatambua alikuwa mzaliwa wa kwanza katika kizazi chake, kwa sababu alimjua Mungu Tunaangalia kizazi cha, kizazi cha nyuma katika Adam na Hawa, hawa walikwisha wali, wali kuwasi. Ina maana katika kuwasi Mungu anakuja anamchagua Ibrahimu katika kizazi, ina maana Ibrahim ndio baba wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo katika imani Ibrahim ni mzaliwa wa kwanza ambaye tunakwisha kumjua hapa katika imani, ambaye alimfuata Mungu. Hivyo tunaangalia katika kizazi hiki tunaye mzaliwa wa kwanza katika Agano Jipya, ambapo tunaangalia Agano la Kale alikuwa ni Ibrahim. Hivyo agano letu ili jipya ambapo tunapata mzaliwa wa kwanza ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukisoma kitabu cha Wakorosai sura ya kwanza mstari wa kumi na tano kinasema kwamba, naye ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo Yesu Kristo amekuwa amekuwa mzaliwa wa kwanza, ili kwa yule yote ambaye anamuamini katika jamii, naye awe mzaliwa wa kwanza. Ina maana ukizaliwa katika ukoo ukakuta tayari kuna watu wamekutangulia, lakini wajafata haki ya Yesu Kristo, yaani haki ya Mungu, ina maana hao tayari wanakuwa wameuza uzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe tena tunasema kwamba hawa wajajitambua tabia ya mzaliwa wa kwanza. Tutajua, tutaenda kujifunza hapa tabia ya mzaliwa wa kwanza anakuwa vipi. Mzaliwa wa kwanza, kwanza anamsikia Mungu, huyo ndio mzaliwa wa kwanza. Anashika amri za Mungu. Mzaliwa wa kwanza ni mnyenyekevu. Mzaliwa wa kwanza anatii. Mzaliwa wa kwanza amepondeka moyo. Mzaliwa wa kwanza hana tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo wewe ambao unajiita wewe ni mzaliwa wa kwanza lazima upite zile njia ambazo Yesu Kristo amekwisha kuzipita a tunasema pale ambapo mzaliwa mzaliwa anakuwa ni kinyume ina maana tunakuwa tunasema kwamba ameenda kinyume na Mungu huyo sio mzaliwa wa kwanza tukisoma katika kitabu cha Waebrania Ebrania sura kumi na tatu mstari wa kumi kinamsema huyu ambaye anakuwa sio mzaliwa wa kwanza, lakini anaweza kuwa mzaliwa wa kwanza lakini akauza ya haki yake asitwe mzaliwa wa kwanza. Kitabu hiki nasema Waebrania kumi na tatu mstari wa kumi kinasema kwamba asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau aliyeuza ulisi wake wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo Mtu anaweza kuzaliwa katika jamii, tukaona kwamba ni wa kwanza kuzaliwa, lakini ni wa kwanza katika maovu. Huyo Mungu amtambui, na maana anamuweka mwisho, na unasema kwamba yule wa mwisho atakuwa wa kwanza na wa kwanza atakuwa wa mwisho. Na maana tunaangalia, tunajifunza, Mwenyezi Mungu anamtambua yule ambaye anakwisha kujitambua ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, wewe uliye katika jamii, usijione kwamba umekuwa wa kwanza kuzaliwa huwa wa kwanza kuzaliwa katika mema, utakuwa ni wa kwanza katika Yesu Kristo katika ukoo wako, na pia pale ambapo utanenda katika maovu, ina maana utakuwa wa mwisho kuzaliwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaangalia ndani ya moyo wa mwanadamu, angalii ni wangapi kuzaliwa angalii, lakini anachokiangalia anaangalia yule ambaye anaisikia sauti yake, ambaye ambaye tayari amekwisha kulikili jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hivyo basi, ili uheshimike, ili upewe ufalme, ili usiweze kunyanyasika, ndugu yangu, mrudie Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai hivyo Nakusha kuona hapa, unaweza kuona wewe unatukanwa, japo wewe ni mkubwa katika familia. Unanyanyasika japo wewe ni mkubwa katika familia Wara, kila mtu anakutamkia kile kitu ambacho wanakijua kwenye vikao haupewi nafasi, yani unazalaulika, umewekwa nyuma na wakati wewe ni wa kwanza ni kwa sababu unakuwa hujajitambua ndani ya Yesu Kristo, unatakiwa uishi vipi? Hivyo hivyo, mkubwa katika familia ni yule ambaye amemtambua Yesu Kristo. Bwana Yesu wasifiwe tena. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi za kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.